Habari za muda huu, wajasiriamali, karibuni sana katika chaneli yetu ya FAM TZ. Na leo nitafundisha hatua kwa hatua jinsi ya utengenezaji sabuni leo, kwa bora ya maji sabuni nzito, sabuni nzuri, na sabuni ambayo ni multipurpose. Kwa hatua ya kwanza, kama mnavyoona, tutatia sulfonic acid ama rapsa na tutatia texapon kama mnavyoiona hiyo kwa hiyo tunatia tekstaponi yetu, na hatua inayofuata tutaanza kukoroga kidogo kidogo mpaka mchanganyiko wetu tunahakikisha umejichanganya vizuri. Na hatua hii, kwa kila mjasiriamali awe makini sana katika uzalishaji wa bidhaa, kwa sababu endapo usipochanganya vizuri, itakuletea changamoto na hatua inayofuata tutatia malighafi nyingine kama tunavyoiona, hiyo ni chumvi. Tutatia chumvi na tutaendelea kukoroga kwa muda mrefu kidogo. Na tunawakaribisha sana pambanaji wenzetu ambao wanahitaji kujifunza kwa kupata mafunzo kupitia kwetu Farm TV, na tuna madarasa yetu ambayo tunaendesha kila mwezi kwa njia ya WhatsApp kwa namba ya simu 0623191238 ila pia tuna na vitabu vyetu ambavyo tuna tuna vituma tunatuma kwa njia ya soft copy. Na vitabu vyetu tunauza kwa gharama ya shilingi elfu kumi tu, hivyo vitabu ambavyo cha kujifundisha ujasiriamali na kutengeneza bidhaa mbalimbali zikiwemo shampoo sabuni za maji, dawa za masinki na bidhaa zingine mbalimbali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na hatua inayofuata pia tutatia soda ash. Hakikisha kabla hujaanza kutengeneza bidhaa zako hizi umeshaandaa formula ambayo inahitajika wa utengenezaji wa bidhaa yako. Kwa hiyo usifanye kutia vitu kwa kukadiria. Hakikisha umetengeneza fomula yako ya kutosha kabisa, ambao fomula hiyo itakupelekea katika uzalishaji wa bidhaa ile kwa bora na nzuri zaidi. Hiyo ni soda ash yetu, na tutaendelea kukologa ili mchanganyiko wetu uchanganyike vizuri kabisa, sababu unavochanganya vizuri, maanake hata bidhaa yako inatoka bidhaa yenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo utahakikisha utakologa na tilia maji kidogo mpaka itafika hali kama hiyo, unaona inavyolainika na itakuwa na rangi fulani kama maziwa maziwa fulani. Kwa hiyo kama mjasiriamali, na tunawakaribisha sana, ila pia tunawakaribisha na wenzetu wale ambao wafugaji wa sungura na vitabu pia navyo viko tayari, na tunawakaribisha kwa ujumla katika kozi zetu hizo. kwa hiyo kozi zetu tuna tunazifanya pia kwa bei rahisi sana, kwa bei ya shilingi elfu kumi tu. Kwa hiyo tunawakaribisha wajasiriamali yote wanaotaka kujifunza masuala ya sabuni na pia wanaotaka kujifundisha masuala ya ufugaji wa sungura kwa ujumla. Kwa hiyo tutatoa elimu hizo na kwa gharama hiyo hiyo moja. Kwa hiyo utapata masomo aina mbili kwa gharama moja hiyo hiyo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na hatua inayofuata kama tunavyoona, tutatia maji kidogo kidogo. Na hii ni hatua nzuri sana ya kutia maji kidogo kidogo. Usikimbilie kujaza maji katika bidhaa yako kabla haijachanganyika vizuri. Ni vizuri unavyotia maji kidogo kidogo, hapo una uhakika wa kukorogaji nzuri, na bidhaa itakuwa nzuri zaidi ila pia tunawakumbusha sapoti yako ya kusubscribe chaneli yetu ya Farm TV, kulike, kushare na kucomment pia. Kwa hiyo tunapokea comment zenu, kama una changamoto ya aina yoyote ya uzalishaji wa bidhaa tutakujibu pia, kama una changamoto ya ufugaji pia ya sungula unaweza ukatuuliza kwenye comment na sisi tutakujibu kama tutavyobarikiwa na Mungu tukujibu vizuri tunaamini. Ila pia tuna, tunaomba sana sapoti zenu hizo, na sapoti kubwa zaidi tunaomba ya kushea, ili na wenzetu wapate kuziona zaidi. Na ukisubscribe katika chaneli yetu, itakuwa rahisi hata wewe, katika kila masomo tunayotuma unakuwa mtu wa kwanza mwanzoni kupata masomo yetu ili uendelee kupata kujifunza zaidi. Na hiyo ni alkatu. Alkatu kama kawaida, tabia yake, ukichelewa kidogo tu itatengeneza mabonge mabonge. Kwa hiyo inakupasa ukoroge kwa haraka mno na uhakikishe kwamba imechanganyika vizuri. Halafu hatua inayofuata utamimina katika sabuni yako, kama hiyo tunayozalisha sisi hapo. Kwa hiyo utamimina na utaendelea kukoroga kwa muda mrefu. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaanza kuiona sabuni naanza kuleta mabadiliko kama unavyoiona hii hapa ya kwetu sisi hapa inaleta mabadiliko. Kwa hiyo hmm, msishangae sana ukaona kwamba kwa nini mwalimu wa kutuwekea vipimo? Hapana, maana yake sisi tutakufundisha njia za kawaida. Ukihitaji vipimo utatutafuta na utaingia katika madarasa yetu, na hii ni foam booster inayofuata. Tutatia pia foam booster na kazi zake, naamini katika madarasa yetu wanafunzi wetu wanafahamu jinsi ambayo tunavyofundisha na tunaelekeza mwanzo mpaka mwisho kwa kila aina ya malighafi na kazi zake kwa ujumla na ujazo wake pia unaohitajika, maana wajasiriamali mengi wengi wanapenda kutengeneza bidhaa kwa kukisia, hawatumii lesho ambayo inahitajika na hii inayofuata ni glycerin tunaiweka pia, na hii ina kazi yake pia kubwa katika bidhaa zetu hiyo. Kwa hiyo na wewe ukihitaji kufahamu zaidi kazi nzuri za malighafi, resho yake, jinsi gani ya kuandaa formula zilizokuwa bora zaidi ya utengenezaji wa sabuni, unaweza ukatucheki katika whatsapp yetu na tukakupatia mafunzo, na endapo unaweza ukamaliza kusoma na kama utakuwa unatengeneza bidhaa yako, endapo ikatokea changamoto aina yoyote, unaweza ukatupigia pia, na tutapata kukuelekeza ili uzidi kutengeneza bidhaa ilokuwa mzuri, na upande kidogo tujiongezee uchumi. Na hii ni perfume, na sisi tunatumia perfume ya orange, kama mnavyoiona hiyo. Tatia na hiyo pia, hiyo ina kipimo chake. Yaani kila kitu hapo kimekwenda kwa kipimo, usione tu kwamba kama tuna mimina, lakini imekwenda kwa kipimo. Kwa hiyo vipimo ni vizuri zaidi, na kama ukitaka kukomaa vizuri kwenye ujasiriamali, ni vizuri zaidi ukatengeneza bidhaa kwendana na vipimo. Na hii ni DMDMH na kazi yake, kwa wanafunzi ambao wamesoma wanafahamu kazi yake kubwa ni nini na ukiingia katika madarasa yetu naamini hivyo vyote utavifahamu vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisheni nyote katika madarasa yetu ya kila mwezi. Maana yake madarasa yetu yanaanza kwa kila mwezi, inakuwa tarehe moja ya mwezi, ama kama tarehe moja itaangukia katika siku za wikendi, Jumamosi au Jumapili, tutairusha na itakuwa katika siku za kazi. Madarasa yetu ndio yanaendelea Sabuni kama unavyoiona, sabuni inatoka, sabuni kwa bora kama hivyo, nzito safi kabisa. Hata nyinyi wenyewe mnaiona hapo sabuni, amazing. Kwa hiyo pia tunaendelea kuwakumbusha kusubscribe, tunaomba sana support yenu ya kusubscribe ili upate kujifunza na upate kutuong, kutu, kutupa na sisi ili tupate kuwafundisha zaidi wajasiriamali wenzetu wapate kujiongezea kipato katika jamii zetu. Karibuni sana katika chaneli yetu hii ya FAM-TZ na tunawakaribisha muda wote. Na hatua ya mwisho utaifunika bidhaa yako. Ukishamaliza kuifunika utaacha kwa muda wa masaa kuanzia sita nane mpaka kumi na mbili kama hivyo, na ukija kufunua utaikuta bidhaa yako imeshakuwa nzuri safi na unaweza ukaipeki kama ni kwa matumizi yako nyumbani utaitumia na kama utapeleka sokoni utaipeleka. Asanteni sana kwa sapoti zenu. Karibuni sana.